Kuna dalili fulani huwa wanaweza kaziona dalili hizo ni kama zifuatazo: kuhisi homa, kupata maumivu ya misuli, kuhisi uchovu kwa kawaida, kupata vipele, kupata vidonda vya mdomoni na kutoka jasho jingi sana sana mida ya usiku. Lakini siyo watu wote ambao huwa wanapata maambukizi ya virusi vya UKIMWI huwa wanaona hizi dalili. Takwimu zinaonyesha asilimia themanini tu ya watu ambao wanapata virusi vya UKIMWI huwa wanaona hizi dalili ndani ya wiki mbili hadi nne ya kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Lakini pia sio kwamba dalili hizi mtu akiziona, basi anajua ana UKIMWI. Dalili hizi pia mtu anaweza kuziona akipata magonjwa mengine. Dalili hizi huwa zinaweza kudumu kwa siku kadhaa hadi wiki, na baada ya hapo hupotea na mtu endelea na maisha yake kama kawaida bila kuhisi dalili yoyote wala kuhisi kama anaumwa. Lakini wakati mtu anaenda maisha yake bila kuhisi dalili yoyote wala kuhisi kuumwa, vile virusi vya UKIMWI huwa vinaendelea kuzalia.